ela kwa ujumla wake, kuna miradi inayoendelea kutekelezwa yenye jumla ya shilingi bilioni kumi na sita nukta tano kama ifuatayo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuna mradi wa maji Ngana. Mradi huu unategemea kuhudumia vijiji ishirini na tano na gharama yake ni shilingi bilioni nane. Lakini tuna mradi wa Sinyanga awamu ya kwanza. Mradi huu umekamilika kwa awamu ya kwanza na uligharimu kiasi cha shilingi milioni mia tisa. Mradi huu tulitekeleza kupitia fedha za uviko, lakini pia tuna mradi wa shilingi milioni mia nne kumi na tano mradi huu ni walema na umekamilika na unaendelea kutoa huduma kwa wananchi. Lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa, ili kuondoa kabisa tatizo la maji katika wilaya ya Kyela, tuna usanifu ambao unaendelea wa kutoa maji katika ziwa Nyasa mradi huu utahudumia tarafa zote mbili za wilaya ya Kyela, na tayari mhandisi mshauri ambaye ni Edge Engineering yuko kazini na anaendelea na usanifu kwa gharama ya shilingi mia sita sabini na mbili milioni. Kwa hiyo ili kuondoa tatizo kabisa katika wilaya ya Kyela, huo mradi tunautekeleza. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama alivyosema meneja wa wilaya, tuna utekelezaji wa visima vitano kwa kila jimbo kwa mkoa mzima wa Mbeya tuna visima 30 na kwa wilaya ya Kyela tuna visima vitano na taarifa yake ni kama alivyoisoma meneja wa wilaya na ambapo kiasi cha shilingi milioni mia tatu kimetengwa na utekelezaji wake umefikia asilimia sabini. Lakini vile vile tuna mradi wa maji katika maeneo ya mjini. Tuna miradi miwili ambayo tunaitekeleza kwa Kyela mjini. Tuna mradi wa Mbambo ambao unagharimu kiasi cha shilingi bilioni 4.7 lakini pia vilevile tuna mradi wa Ipinda ambao unagharimu milioni 97 na, na utekelezaji wake umefikia asilimia. Kwa hiyo kwa ujumla wake, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuna miradi ambayo inaendelea katika wilaya Kyela, yenye jumla ya shilingi bilioni 16.5 na utekelezaji wake huko katika hatua mbalimbali mbali na mingine imekamilika. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba kuwasilisha. kumshukuru sana mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namshukuru kwa sababu katika watu ambao wamependelewa ni wilaya ya Kyela. Sisi ametupendelea sana mheshimiwa rais, ameonyesha mapenzi makubwa na mahaba makubwa sana kwa wilaya ya Kyela. Lakini pamoja na hayo, leo naomba niseme jambo moja, mkuu wa mkoa. Hivi visima vitano nilipewa jukumu mimi kwamba wewe sema tupeleke wapi. Sasa na mimi nikaamua kuwaomba wenzangu wa RUWASA wanisaidie tupeleke wapi. Waliposema tunapeleka Mpunguti walikuwa wameshanikuna na mimi nikafurahi, nikawaambia wana Mpunguti, sasa tunaenda kunywa maji ya bomba ambayo tulikuwa tunayasikia kwenye video na kwenye redio, sasa yamekamilika kwa ujio wako ndugu mkuu wa mkoa Kyela, tuna miradi mingi ya maji ambayo inaendelea. Tuna mradi unaoendelea ambao ni wa huu visima vitano tayari ndo hivi vinaendelea, lakini tuna mradi wa maji wa Sinyanga group ambao uko asilimia kumi na tano serikali imeniahidi bungeni kwamba wataangalia wafanyeje ili tuumalize huu mradi. Tuna mradi wa Ngana group Mradi huu ni mradi wa kihistoria ambao utahudumia karibu kata saba vijiji 25 wananchi karibu elfu hamsini na tatu. Huu mradi mheshimiwa mheshimiwa Rais alitupa shilingi bilioni nane kwa ajili ya kukamilisha. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, bilioni nane, nane sio kitu kidogo. Mpigieni makofi mheshimiwa rais. Tumekuwa na mradi wa Kyela Kasumuru ni mradi ambao unaendelea na sasa hivi maji tumeishafikisha pale Kyela mjini kilomita 34, kutoka kwenye chanzo kule Mbambo tumefikisha kilomita 34, maji yanatoka ni mengi na yapo, yanaenda kuhudumia Kyela nzima. Lakini kana kwamba haitoshi, mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan hivi nawadiwokote aliko nkikoro jula maji tunatafuta vyanzo huko, lakini sasa amesema atatumia Ziwa Nyasa kuleta maji. Tayari ameshatuma wataalamu na wameshafika kwenye kaya zetu na tumeshazungumza nao. Ndugu zangu, padogo hapo pakubwa pako hivi. Pigeni makofi kwa mheshimiwa rais, kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Sisi Wanakyela hatuna cha kupoteza. Sasa hivi rais tayari tunaye anaitwa Dkt Samia Suluhu Hassan. Na hawa wananchi umewauliza, Oktoba tunafanya nini? Tunatiki. Oktoba tunafanya nini? Tunatiki. Na mimi mweshimiwa mkuu wa mkoa nilishawambia, mlishanituma kwenda kuwinda, nimewinda, imeshafika jioni, limeshakuwa jua limezama, sioni, lakini kwa vile nimeshaona si shimo ambapo wanyama wameingia, basi wameniambia asubuhi yake aweze akatuma mtoto mwingine, watatuma yule mtoto ambaye anajua shimo ambapo wanyama wapo. Kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, wanakiela wanajua cha kufanya na wameshaamua kwamba muwindaji mzuri aliona mashimo ya kuwinda anaitwa Ali Mlagina Jumbe Kinanazi. Nipigieni makofi. Nami kwa mkuu wetu wa, wa mkoa tutaeleza matatizo mengi sana lakini yapo matatizo ambayo maana yake ni kwamba mna nidhamu ya hali ya juu sana. Kwa hiyo niachukua nafasi hii niwashukuru sana wazee walioko hapo, kuna wazee hapo maarufu wazee, asanteni sana kwa kutunza huu mradi, hongereni sana. Jambo lingine ni nimshukuru sana mheshimiwa rais Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuja na mpango wa kuchimba visima zaidi ya mia tisa nchi nzima, visima mia tisa nchi nzima. Tumeshuhudia hapa Kyela kuna visima vitano, mmoja wapo cha mpuguti ambacho kimeshachimbwa na maji yanatoka, na maeneo mengine ambayo meneja wetu wa Ruasa wa mkoa amezungumza, lakini hata wa wilaya pia akazungumza. Haya ni mapenzi mema ya mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan kwa kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi mwaka elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na tano na tu kwamba pamoja na, niwaambieni tu kwamba pamoja na miradi hii ambayo imetekelezwa, amesema meneja wetu wa Ruasa hapo, kwamba pamoja na hivyo kuna usanifu wa maji kutoka Ziwa Nyasa kuleta katika wilaya nzima ya Kyela na pengine hata mkoa wa Mbeya. Na hii ndo mpango wa serikali kuja kutengeneza gridi ya taifa ya maji ambayo kuna gridi ya taifa inaanzia Tanganyika kuleta maji katika mikoa ya, ya magharibi, lakini pia kuna kutoa maji katika ziwa hili ambalo lilioko hapa Nyasa ambalo kuleta maji katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mbeya na mikoa mingine jirani. Sasa niwapongeze sana e, wadau waliotekeleza mradi ambao wenzetu wa Ruasa wamefanya kazi kubwa sana tuwapige makofi mengi sana zamani. Ukienda miradi ya Ruasa unaangalia una, unafungua saa hizi maji jioni hayatoki, lakini hapa naamini maji yanatoka muda wote. Uongo kweli? kama maji yanatosha yanatoka, piga makofi na vigeregere kwa Rais Samia. Lakini pia jambo lingine, ndugu zangu, nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge pamoja na diwani wake kwa kuendelea kutekeleza mradi huu, kwa sababu ukileta mradi kama huna diwani mzuri, huna mbunge mzuri huo mradi unaweza usitekelezeke vizuri lakini hao wamesimamia wameshirikiana na ninyi wananchi na mradi umepatikana. Nachoombeni kwenu, kuna wengine tukipeleka kwenda kufunga visolasola hivi wanadai fidia. Ndugu zanguni, hii miradi ya visima vitano haina fidia aina yoyote, isipokuwa tunaomba tu nyinyi mwonyeshe ushirikiano kwa sababu hapa maji hayachagui yanayedai fidia na asiyedai fidia.